Haya. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu ambayo tunaenda choo na maji. Alhamdulillah. Kitu mzuri ndoa zetu naenda kisheria ya Kiislamu. Kuna ndugu zetu ambao wanaenda choo na tishu, ndoa zako ni tofauti na ndoa zetu sisi. Ndoa zetu inafuata sheria ya Kiislamu, inafuata mafundisho ya Kiislamu. Ndoa ya ndugu zetu ambao wanaenda choo na tishu zinafuata sheria ya akili yao, zinafuata sheria ya nchi yao, zinafuata sheria ya kanisa yao tofauti tofauti, inafuata sheria ya mila zao. So kwa sababu gani nataka kuongea juu ya hii kitu, hii video ambayo nasema kazi na ndoa. Kwa mwanamke Burja aliwambia bibi yake awache kazi achague moja, kazi au ndoa. Alimwambia bibi achague kazi au ndoa. Ukikuja comment section, bila ndugu yetu ambao unaenda show na tisu, bila anajibu, utashanga, twende uone hapo kwenye kupata mwanaume mwingine na kuelewa tena. Okay, siwezi acha kazi kisa ndoa, hiyo ni Mkristo siyo, Mkristo ni Mwislamu anasema hawezi wacha kazi kwa sababu ya ndoa. Kama ni muislamu hajui dini yake, kama ni mkristo ni sawa. ndoa ndoano kazi huyu unasema ndoa ndoano, ukisangia ndoa ndoa na kundoano ni kama ndoano ile ya kushika samaki na kushika so, kama ni muislamu mm-hmm, kama ni mkristo jibu yake ileweki Bad, nimepe, nimependa ushauri wako yes. Ushauri ni mzuri mm -hmm. Mama mkwe mbaya sana yes. Mama mkwe ni mbaya kwa sababu hii video mama mkwe akapo ndani na chochea msiwache kazi aki wa mama wasichana sababu ya wanaume. Unasikia huyu mwamjibu swali, si Muislamu ni Mkristo. Anaambia wamama na wasichana wasiwache kazi juu ya mwanaume. Wewe ujui sheria ya ndoa, unajui sheria ya Bwana, mngetuonyesha mathematics kama ya kijani kijaniramba, okay. Kwani zaa na anzaje kuacha kazi? Wee, unasikia hii jibu natoka kwa mtu ambao si Muislamu. Naweza wacha aje kazi? hiyo wewe ni Mkristo, ujui lengo ya Bwana na ujui umuhimu ya ndoa. bila nyinyi mewana na bila nyinyi nafanya kazi ni tofauti. Next marafiki wa next aitwaje, kazi mwanzo, ndoa baadaye, kazi mwanzo, ndoa baadaye. hiyo ni akili ya Mkristo, si akili ya Mwislamu, exactly. carry on with your work. If he really love you and respect you he will let you work then depending on many. Huyu jibu ni jibu, kama ni mwislamu hajui dini ya Kiislamu, kama ni mkristo hiyo jibu yako iko sawa, lakini naona jina yake. Na kama mwislamu dada, hujui Islamu. Kazi ambayo unafanya ni kazi ambayo bwana yako anakubali Bwana yako akikataa, wacha huyo kazi. Na kama unaona kazi ni muhimu kuliko sheria ya bwana yako, mi divorce wewe, ndo kae na mama yako na baba yako ufanye kazi. Mwanamke bomba okay. kazi yako ni kudinywa zoea nyumbani. Huyo mtu amejibu hii swali, ni Mkristo, badala ya badaa pee nini okay Huyu okay. Bosi yuko singo, atashauri nini okay, kumbe sisi wa sijui nini. Asante sana kaka. Sasa hapa ni mwendelezo, hatukuwa watua okay, mbona mchelewe kunishauri jamani, utashauri yao ukitaka kujua msichana kazi kwa sababu ya sisi wanaume, kuna muda ni Ok, siwezi kuacha kazi kwa ndoa. Hiyo ni Mkristo, ukweli ni hayo. Sasa ni sasa, kama mume unawezayo. Ehe, huyo ameuliza swali mzuri, kama mume wako unaweza kufanyia chochote, kwa nini unaenda kazi? Simple like that. Okay, amejibiwa na mwingine hapo. Yes, hakuna mtu anaweza kutoshesha kila kitu, hata Mwenyezi Mungu sote atupee sisi kila kitu. Huyo e, amejibu mimi ni kazi. Huyo ni Mkristo, huyo ni Mkristo anajibu, unawacha kazi juu ya mwanaume Mwingine anasema hapa, hii ni Juma a Mkristo, shida si kazi, shida ni wakifanya hiyo kazi, pesa ambao wanaleta haina usaidizi, wasaidii hata chochote kwa nyumba, mwanamume anajipanga kichwa. Jamani, hufanye nini juu ya nini? Tueleze juu ya nini, juu ya kazi. hiyo sijui anaongea nini huyo. Anasema yeye anachagua zote. Kama unachagua zote kivipi? Fanya kazi, lakini jukumu yako ya ndani pia ufanye. Okay. Ya, huyu anasema hawezi chagua, hawezi tafuta mtu alichagua kazi. Hiyo ni kweli, hata mtu siwezi kaa na mtu amechagua kazi ajachagua ndoa. Mm, aende kazi aende kwa mwanaume ambao pia atachagua kazi kama yeye, hiyo ni kweli. Imagine, anajiita Asha, anasema amigregton kufanya kazi. Huyu si muislamu, anajua dini yake? Muislamu bandia huyu, ni Mkristo, ajui kitu anaongea.

Hiyo ni Mkristo anajibu hiyo, ni Muislamu anajibu hiyo. Acheni kupoteza na huyo anasema awache kazi kwa sababu ya mume. Je, akikufa utafanya aje? Na we ukikufa mbele yake <tipos> <tipos> <tipos> we utaacha kazi mwanamume kumbafu yako juu ya ujui yaki ujui chochote kuungana na Uislamu na uko na jina ya Kiislamu. Unaona comment zao? Wacha niwaachi hiyo kwa sababu siwezi soma comment zote. Comment yuko hapo paka Waislamu ambao wajui dini. Jina ni Islamu lakini wajui dini yao. Wajui haki ya mume. Wajui haki ya mke. Wana comment tu matopi hapa. Hawajasoma chochote hapa. Hakuna wale, hakuna reason hapa. Watu kidogo sana wako na reason. Kwanza mtu iko na kosa hapa ni mother in law kuingilia mambo yeye ndoa. Mtu yuko na kosa ya pili ni wife kukosa kusikiza mume wake.